Takriban watu sita wameangamia katika ajali ya barabara eneo la Londiani, Kaunti ya Kericho. Ajali ile na iliyohusisha basi lililokuwa likielekea Kisumu liligongana na trela ijapokuwa gari hizo mbili zilikuwa zinaelekea eneo moja. Kwingineko, wanafunzi kumi wanaendelea kuuguza majeraha hospitalini baada ya kuhusika katika ajali ya barabara eneo la Kimende, ila hakuna maafa yaliyoshuhudiwa. Madereva wa sasa wametakiwa kuzingatia sheria za barabara ili kuepukana na ajali zaidi. Mwanahabari wetu Fredrik Wambua anatufungulia jamvi letu la Undugu leo na maelezo zaidi. Watu sita wameaga dunia kutokana na ajali ya barabara eneo la Londiani, kaunti ya Kericho. Ajali hiyo imetokea baada ya basi la kampuni ya Uwezo kugongana na trela, ijapokuwa magari hayo yalikuwa yanaelekea upande mmoja kwenda katika kaunti ya Kisumu. Kukushuhudiwa majeruhi kadha wanaendelea kupokea matibabu zaidi. Saa hii tumepata kujua ya kwamba waabiria wa tuseme watano ndio waliweza kuaga na draiva moja wao wa sita. So, tunasema tu ama ninaambia tu serikali ya kwamba hatusaidie kwa hii sehemu, kwa maana hakika ajali mingi imefanyika. Semuhu. Kamanda wa polisi katika kaunti ya Kericho akiwataka madereva kuendesha magari kwa mwendo usio wa kasi katika barabara hiyo ili kupunguza ajali zinazoshuhudiwa mara kwa mara hasa eneo hilo la Londiani. Yaani, alikuwa tu anaenda mwendo vizuri, hakukuwa na wasiwasi yoyote, misho hata kausingizi kalikuwa kaminishika tu kidogo, ndo nikasikia prr. Sasa si kutambua, vile vilimeendelea kuangalia tumepata tumepata ajali kijiangalia nikapata niko sawa. Kuna watu ambaye hawakuumia na tunajaribu kuwatafuta watueleze taarifa vile iliendelea. So ile kitu ningewasii madereva tafadhali, waendeshe gari polepole pole, taratibu hii sehemu ya Londiani kwenda mpaka Moroni ni area iko na kona nyingi na ni mteremko. Kwingineko, wanafunzi kumi wanaendelea kupata matibabu baada ya kupata ajali eneo la Kimende. Ajali hiyo ilitokea baada ya dereva kushindwa kudhibiti basi lililokuwa likiwabeba wanafunzi hao katika barabara ya kutoka Nairobi kuelekea na Kuru. Inaonekana hu dereva ni kutoka kwa akili, maybe hata si kupenda kwake tiredness

Wamekibizwa hospitali ambayo inatusaidia sana hapa ya Kijabi Hospital, na sasa hivi tunaamini ya kwamba wanatibiwa yawama, wanatibia wote eh, sisi tungependa sana sana waangalifu, wahakikishe ya kwamba madrivers wetu wakifika Nairobi, kama mtu ametoka Western akifika Nairobi, wanabadilisha wanabadilisha huyo driver. Kitu ya pili, hii barabara tugeoba ipanuliwe, ijapokuwa rais alisema within the six month ambazo zinakuja, hii barabara ya Rironi Mau Summit Road itakuwa imepanuliwa na hiyo tunaamini na tunaomba hiyo kitu iweze kuharakishwa, ndio kama wakati huu tunaona hii barabara iko na magari mengi zaidi iweze... ajali hiyo imetokea siku moja baada ya watu tisa kuangamia katika ajali ya barabara eneo la Karai Naivasha, kaunti ya Nakuru. Fredrick Kwambua, Undugu TV.